Ni asubuhi nyingine kwa daktari huyu ambaye pamoja na wenzake wapo mstari wa mbele kuhakikisha wanaokoa maisha wanajeshi wanaopigana kwenye vita vya Ukraine. Mbele yake ni mwanajeshi anayepumua kwa pafu moja, alipigwa risasi kwenye pafu jingine. Daktari huyu na timu yake wana jukumu la kuokoa maisha ya mwanajeshi huyo. Tunajiandaa na upasuaji saa tatu. Hivi karibuni tumekuwa tukianza saa tatu na hatujui tunamaliza wakati gani. Ni tupo katika hospitali ya Mechnikov katika eneo la Dnipro. Theluthi mbili ya wagonjwa hapa ni askari waliojeruhiwa kwenye uwanja wa mapambano. Kabla ya vita, Mykola alikuwa mtaalamu wa masuala ya programu huko Lviv. Anatuambia alidhani majeraha aliyoyapata yangemsababishia kifo. Nilipigwa risasi kwa mbele kwenye mapafu yangu yote mawili, mbavu na kifua changu viliharibiwa vibaya. Madaktari hapa wanaiita hospitali yao kama kiwanda cha kuokoa maisha. Askari huyu ana jeraha lililotokana na bomu la kutegwa ardhini na majeraha mengine kwenye viungo vyake pamoja na mgongoni yalisababishwa na vipande vya bomu. Kama sisi sote kwa ghafla tu tulijikuta katika filamu hii ya kutisha na hatuwezi kutoka, imekuwa maisha yetu. Sio kitu ambacho unaweza kuelezea kwa maneno, lazima uione kwa macho yako mwenyewe. Idara ya Dr Valentyna inajikita katika kutibu majeraha yaliyopata maambukizi. Alijiunga na hospitali hii kama mwanafunzi na sasa anaongoza idara hii. Mapigano ni makali katika eneo la Donbas na Dnipro, lakini katika miaka miwili iliyopita idadi ya wagonjwa wanaopelekwa hospitalini hapo imekuwa ikiongezeka zaidi ya maradufu. No, kilichobadilika ni kwamba huduma ya kwanza wanayopewa wanajeshi waliojeruhiwa ni bora kuliko hapo kabla. Wagonjwa ambao hapo awali hawakuweza kunusurika wakati wakisafirishwa, sasa wanaweza kufika hospitalini. Kwa hiyo, kwa sasa tunapata wagonjwa wenye hali mbaya sana. Sio wagonjwa tu ambao wamebadilika, madaktari wamekuwa wepesi wenye ufanisi, lakini kwa upande mwingine wanachoka mno. Ya, mimi na mwenzangu kwa sasa tumeacha kuwauliza wagonjwa wameumiaje, pengine watusimulie wenyewe hali ilivyokuwa. Ikiwa utawauliza maswali mengi, haiwezi kusaidia. Kimsingi mara zote nipo kazini, siku imekwisha, lakini Dr Valentyna haendi nyumbani. Ana zamu ya usiku baadaye, wakati huo ndipo wagonjwa wengi wapya huletwa kutoka eneo la mapambano. Madaktari hapa sio lazima wasome habari, la idadi ya magari ya wagonjwa yanayowasili inawajuza hali ya mambo katika uwanja wa vita.